Ama wa nchi tunapoenda mbele, ni wasihi sana wa Tanzania tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana, kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa mnayo Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania, sisi wazazi wenu kama tungeyafanya mliyoyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu, vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja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 Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendali. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. hapanashaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti. Haina formula moja. Kama taifa, tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu, tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe, na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia, kwa kuzingatia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu, na sio za kuletewa kama vilivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi.